Ni Jumapili ya Pasaka, Aprili 16 2017. Of course, karibu katika uchambuzi wa magazeti ya leo kutoka AyoTV na millardayo.com. Tuzipitie taarifa zote ambazo zimepewa headlines kwenye magazeti ya leo, kuanzia habari za kitaifa kwenye hard news, michezo pamoja na udaku pia tutazipitia kwenye magazeti haya ya leo. Mimi ni David King. Kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele limeandika: sakata la vieti feki la kwa Magufuli, wabunge sisihemu wa mbana Profesa Kabudi kuhusu katiba mpya, rais amchongea mbunge Kubenea, wagonjwa wagomea zawadi, wataka dawa. Habari iko katika ukurasa wa pili. Simulizi za utingo wa dadala na mwanamke ipo katika ukurasa 15. umi ntano polisi aliyewawa Kibiti acha mtoto tumboni. Uh, makaburi yanazungumza na watu wanafufuka, taarifa katika ukurasa wa nane, ni kuhusiana na habari za Pasaka. Kama ambavyo nafahamu leo ni sikukuu ya Pasaka, Wakristo wote wanaungana na wa Wakristo wengine wote duniani kusherehekea sikukuu hii ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Kiundani zaidi kwenye sakata la vyeti feki kwenye ukurasa wa nne, gazeti hili Mwananchi limeandika Sakata la watumishi walogushi vyeti vya elimu sasa limetua mikononi mwa mtumbwa majipu Rais John Magufuli, ambaye amesema anasubiri kukamilika kwa ripoti ya uchunguzi ili afanye uamuzi. Rais Magufuli pia aliwapa ahueni wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM, alichokielezea kuwa ni chuo mama kwa kupunguza kodi ya pango kutoka shilingi 800 hadi shilingi 500 kwa siku, huku akiagiza tume ya vyuo vikuu TCU, kuwapa uhuru wa kujichagulia vyuo wanavyotaka kujiunga navyo na wanafunzi wanaotaka, badala ya jukumu hilo kufanyiwa na tume hiyo. Rais Magufuli amesema hayo jana wakati akizindua majengo ya mabweni ya UDISM ambayo yamejengwa na wakala wa majengo TBA na yatakayokuwa ya na uwezo wa kuchukua wanafunzi 3840 sakata la vyeti feki. Uh, sakata la vyeti vya kugushi limekuwa kubwa baada ya mmoja wa wateule wa rais Magufuli kutumia kuwa anatumia vyeti feki na kugushi, na kugushi baada ya elimu baada ya kufeli elimu ya sekondari na kusababisha watu mbalimbali kumsii mkuu huyo wa nchi atengue uteuzi wake. Wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamezungumzia elimu ya mteule huyo uh, kwenye vikao vya bunge wakitaka rais atengue uteuzi wake, huku meya wa Ubungo Boniface Jacob akiwasilisha suala hilo mbele ya tume ya maadili ya viongozi wa umma, wakati Askofu Josefu Gwajima akisema kuwa ana ushahidi wa suala hilo. Msanii nae wa Mitego pia amefyatua wimbo wa pia wapo unaosema kwamba kuna mtu anaitwa Daudi Bashite ndiye jibu jipya ndiye jibu jipya nchini na kwa sababu za rais kutotengua uteuzi wake. Hilo ni gazeti Mwananchi, lenyewe limeandika kwenye taarifa zake kwenye ukurasa wa nne. Unaweza kuendelea kuisoma taarifa hiyo kwenye ukurasa wa pili. Gazeti Mwananchi limeandika, wagonjwa wagomea zawadi ya vyakula, wataka dawa. Taarifa hii inatoka kule Bukombe. Katika hali isiyotarajiwa, baadhi ya wagonjwa waliolazwa katika hospitali ya wilaya ya Bukombe mkoani Geita juzi walikataa kupokea msaada vyakula na sabuni kama zawadi yes, ya sikukuu ya Pasaka. Badala yake wakaomba wapelekewe dawa na vifaa tiba. Tukio hilo liliacha gumzo, lilitokea wakati kikundi cha huruma kinachoundwa na wanawake wajasiriamali wilani huko kilipotembelea hospitalini hapo kugawa zawadi kwa wagonjwa. Mmoja wa wagonjwa waliogoma kupokea zawadi hiyo ni Lucia Mbalala akisema kwamba muda mrefu ni, ni muda ni muda umefika wanaguswa zaidi kusaidia wagonjwa kwa kutumia fedha kidogo walizonazo kununulia vitu muhimu vitakavyosaidia matibabu kama dawa pamoja na vifaa tiba badala ya chakula. Taarifa hiyo pia unaweza kuendelea kusoma kwenye gazeti hili Mwananchi ukurasa wa pili. Tukibaki hapo, rais amchongea mbunge Kubenea. Taarifa hii inamhusu mbunge uh, wa Ubungo namzungumzia uh, Saidi Kubenea ambaye jana rais Magufuli alitumia staili nyingine ya kumshtaki kwa wananchi mbunge huyo katika hafla ya uzinduzi wa majengo ya mabweni ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, UDISM. Chuo hicho kipo katika jimbo hilo linaloongozwa na mbunge huyo wa CHADEMA na hivyo katika hali ya kawaida alitakiwa kuhudhuria sherehe hizo na za ufunguzi, lakini rais Magufuli alipomuulizia ili azungumze chochote kwa niaba ya wananchi wake hakuwapo. Hii ni mara ya pili kwa rais Magufuli kutumia staili ya kumchongea mbunge baada ya kufanya hivyo mapema mwezi Machi alipokuwa Kilwa mkoani Lindi. Siku hiyo wakiwa njiani kwenda mikoa ya kusini kwa ziara ya kikazi, rais Magufuli alimtaka mbunge wa Kilwa Kaskazini kutoka CCM, Vedasto Ngomale Mwiru kutoa ahadi ya kuchangia ujenzi wa kituo cha afya kutoka kwenye fedha za mfuko wa jimbo, lakini mbunge huyo aligoma, akitoa tetezi kwamba hana fungu hilo. Jitihada za rais kumshawishi atoe ahadi hiyo hazikufanikiwa baada ya mbunge huyo kusema kwamba hataweza kufanya hivyo kwa sababu fedha za mwaka huu zimekwisha, akisisitiza kwamba amesema kweli. Ni mpenzi wa Mungu. Tukiachana ilo... na taarifa hiyo, polisi aliyewawa Kibiti acha mtoto tumboni. Taarifa hii inahusisha inamhusisha Ayub Mwaikambo askari aliyeuawa katika shambulio dhidi ya gari la jeshi la polisi uh, wilani Kibiti. Ameacha mke ambaye anatarajia kujifungua mwezi mmoja ujao. Hayo yamebainika katika hafla ya kuaga miili ya askari nane waliouawa katika shambulio hilo la kwanza la aina yake lililotokea Alhamisi jioni, huku kukiwa na taarifa nyingine ya kushambuliwa kwa mapanga kwa mtoto wa mwenyekiti wa kijiji cha Kitembo wilayani Kibiti, ambapo mauaji dhidi ya viongozi na askari yanazidi kuongezeka. Mtoto huyo Saidi Abdalla alijeruhiwa kwa mapanga baada ya kukataa kuwatajia watu waliovamia nyumba yao usiku wa kuamkia jana sehemu aliojificha baba yake, ambaye ni mwenyekiti wa kijiji hicho, jana wakati wa hafla ya kuaga miili ya askari yao ilofanyika kurasini Barracks Francisco Mwikambo ambaye pia ni kaka wa askari huyo alisema amempoteza mtu ambaye alikuwa akijalia naye mambo ya familia nikimnukua anasema Ayubu amekufa wakati nilikuwa nimepata mtu mwingine wa kujalia naye mambo ya familia baada ya kukua na kufahamu umuhimu wa familia alisema Francisco huku midomo akimcheza mithili ya mtu anejizuia kulia amemwacha mtoto wake tumboni Ayubu pia ni miongoni mwa askari wanane waliouawa katika kijiji cha Mkenga kilichopo katika kata ya Mjawa wilayani Kibiti baada ya watu wasiojulikana kulishambulia gari lilokuwa limebeba askari waliokuwa ma, wamemaliza zamu ya doria. Mmoja wa askari hao alinusurika katika tukio hilo. Hilo ni gazeti Mwananchi. Unaweza kuendelea kuzisoma taarifa nyingine ambazo zimepewa nafasi katika gazeti hili kwenye ukurasa wa saba. Gazeti Mwananchi lenyewe limeandika wabunge CCM wa mbana Profesa Kabudi kuhusiana na katiba mpya. Waziri wa Katiba na Sheria Profesa Palamagamba Kabudi amebanwa na wabunge kuhusu mchakato wa katiba mpya. Yani jana ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Profesa Kabudi kufika mbele kamati ya katiba na sheria ya bunge akiwa katika nafasi ya waziri baada ya kuteuliwa hivi karibuni na Rais Magufuli kushika wadhifa huo na baada ya Dr. Harisoni Mwakembe kuhamishiwa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Profesa Kabudi alisema haja kutana na viongozi wake kuzungumzia suala la katiba ingawa anajua mambo mengine kuhusu mchakato huo ambao wakati wa maandalizi yake alikuwa mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba. Wabunge wa CCM walikuwa wa kwanza kuibua hoja hiyo jana, wakisema katiba mpya ni sehemu ya ilani ya uchaguzi wa chama hicho. Lakini pia mbunge wa Bahi CCM Omari Badwel alimtaka waziri huyo ambaye pia aseme ni lini hasa mchakato huo utaendelea na watanzania watarajia kupata katiba lini, uh, kama ambavyo wanatarajia. Hili ni gazeti Mwananchi, liko na taarifa hizo, unaweza kuendelea kuzisoma. Tukiachana na gazeti hilo, gazeti Mtanzania lenyewe ukurasa wa mbele limeandika idadi ya vyeti feki inatisha, ni watu elfu tisa wanaonekana Uh, ni vibarua uh, wako kwenye vibarua ambao viko viko hatarini. Magufuli asubiri ripoti kuifanyia kazi Aprili 30, huenda orodha ikatangazwa, si walimu tu bali kuna mabalozi wa kwa wilaya pamoja na mikoa. Taarifa hiyo inaonesha, lakini pia Silanga mwaka mmoja jimboni atimiza hadi za miaka 20 na jioni cheo hilo. Ni gazeti Mtanzania kwenye ukurasa wa mbele pia, hata sisi tunahofia kutekwa. Taarifa hiyo inamhusu askofu uh msaidizi uh, wa Bukoba naitwa Kilaini. Mwigulu washtushwa na wananchi Kibiti kufurahia polisi kuuawa. Tukipitia kiundani zaidi, taarifa zinasema askofu uh msaidizi wa jimbo la Bukoba Methodius Kilaini amesema mwenendo wa matukio ya kuteka na kutesa watu yaliyoripotiwa kutokea hivi karibuni yanawatia hofu viongozi wa dini. Akizungumza na Mtanzania Jumapili katikati ya wiki hii alipoombwa kutoa mtazamo wake juu ya tukio la kutekwa kwa msanii wa bongo fleva Roma Mkatoliki na wenzake waliotekwa hivi karibuni katika studio za Tonga Records zilizoko Masaki, Dar es Salaam na kupelekwa kusikojulikana kwa muda siku mbili, Kilaini alisema hofu hiyo inatokana na mazingira ya utekaji isiyoonyesha sababu ya mtu kutekwa na kuteswa. Kilaini alisema hali ya kutofahamika kwa sababu za watu na kuteswa kunafanya hata viongozi wa dini kupata na wasiwasi kukumbwa na matukio hayo, hali i kiendelea. Uh, hivi hata sisi viongozi wa dini tunaweza kutekwa kwa sababu hatutajua kwa nini watu wanatekwa, tunapata wasiwasi mkubwa, alisema. Tanzania ni nchi ambayo watu hutembea kwa uhuru, lakini kwa sasa maisha yamekuwa tofauti. Kuna hofu ya kutekwa hapa nchini. Tunatembea kwa uhuru kabisa, lakini kwa sasa hivi imekuwa ni shida. Naona watu wameanza kuogopa wasanii, hata na nyinyi watu wa habari. Kuanzia hapo itaenda kwa kuteka uh, mara huyu au yule. Hali sio nzuri, alisema, na kuongeza kwamba kwa kweli na wasiwasi naona hata waandishi nyinyi mko hatarini, mnapotea uh, hivi hivi, hata mkirudi mnaogopa namna ya kuongea. Huyo ni Askofu Methodius Kilaini akizungumza kuhusiana na masuala ya utekaji. Majaliwa abaini madudu bodi ya TCU Waziri Mkuu Kasimu Majaliwa amesema timu aliyoiunda kuchunguza tuhuma za ubadhirifu kwenye chama kikuu cha ushirika wa tumbaku WTCU imekamilisha kazi yake na imebaini madudu mengi zaidi. Machi 16, 2017, waziri mkuu aliivunja bodi ya WTCU pamoja na bodi ya tumbaku Tanzania TTB kwa sababu za kushindwa kusimamia zao hilo pamoja na matumizi mabaya ya fedha za umma. Aliwaagiza kamanda wa polisi mkoa wa Tabora awakamate viongozi wanne pamoja na kufunga ofisi za chama hicho hadi uchunguzi wa fedha za chama hicho utakapokamilika, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na afisa uh, na ofisi ya waziri mkuu jana. Majaliwa ambaye pia alifanya ziara ya siku moja mkoani Tabora jana alitoa kauli hiyo wakati akizungumza na wajumbe wa bodi Uh, wajumbe zaidi ya mia tatu wa mkutano wa wadau wa zao la tumbaku katika ukumbi wa kiungi mwanaisike mjini Tabora. Nilikuja Tabora mara ya kwanza ili kuchukua hatua za dharura, na leo nimekuja kuendelea na mkakati wa serikali ya awamu ya tano wa kuwezesha kilimo cha tumbaku kiwe tija kwa wakulima, na ndio maana niliomba wakulima, wanunuzi wa tumbaku, vyama vya msingi Uh, vya ushirika eh, AMCOS pamoja na viongozi wa serikali wawepo kwenye mkutano huu, akitoa mrejesho juu ya ufunguzi juu ya uchunguzi uliofanywa na timu aliyounda waziri mkuu. Alisema WTCU haikuwa na kitendo, haikuwa na kitengo cha ununuzi wa zabuni. Waliunda kampuni inayoitwa FDTU Flu and uh, Flu and Tobacco Union ambao ni umoja wa wenye viti wa union za tumbaku nchini ambayo ilipewa kazi zote za ununuzi wa pembejeo na hela walikuwa wanagawana, alisema waziri mkuu Majaliwa. Taarifa hiyo pia unaweza kuendelea kuisoma kupitia gazeti hili uh, Mtanzania. Tukiachana na habari hiyo, mvua yapandisha bei vyakula Kariakoo taarifa inasema ongezeko la bei ya bidhaa kipindi cha sikukuu katika soko la Kariakoo jijini Dar es Salaam kimesababishwa na mvua zilizonyesha hivi karibuni. Akizungumza na Mtanzania Jumapili jana kwa nyakati tofauti, afisa masoko wa soko hilo Henry Gwajim Gwajina alisema bei ya mazao imekuwa ikipanda siku hadi siku kutokana na mvua nyingi kunyesha mfululizo. Alisema bei zimeongezeka hasa katika upande wa vyakula kama vile vitunguu, viazi, mchele, unga na bidhaa nyingine, ambapo kwa gunia la viazi la kilo 75 hadi 80 linauzwa kwa kiasi cha shilingi laki wakati bamia, mfuko mmoja, ni shilingi elfu 85. Hilo ni gazeti Mtanzania, liko na taarifa hizo, unaweza kuendelea kuzisoma. Gazeti ambalo nalikamata sasa ni gazeti Nipashe, ukurasa wa mbele limeandika JPM abariki kiyama vigogo vya vyeti feki. Afichua hadi sasa washanaswa vilaza elfu tisa. CIJ, anika chuo kikuu Dar es Salaam kinavyoliwa Mlimani City. Lakini pia kufeli wanafunzi CB kwa shtua, kurti ya mwachia huru DC Chemba, lakini pia kuwaza sana huua mapema. Kishindo kuagwa miili ya polisi. Mwigulu wa IGP Mangu wanena mazito. Taarifa hii iko katika kurasa wa tatu. Nikipitia kiundani zaidi, taarifa ambazo zimeandikwa muundani inasema mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG amefichua udhaifu mkubwa katika mradi wa ujenzi wa Mlimani City ulio chini ya chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Katika ripoti yake ya mwaka 2015-2016 iliyowasilishwa bungeni mjini Dodoma Alhamisi ya wiki hii CAG Prof Asad anasema ujenzi wa mradi wa Mlimani City ulioanza Oktoba 2004 ukikadiriwa uh, uki kukamilika Septemba mosi 2016 au siku yoyote kwa makubaliano ya mkodishwaji na mkodishaji. Hata hivyo CAG anasema katika ukaguzi wake umebaini kwamba mradi mdogo wa hoteli ya nyota tatu ambayo ina vyumba 100 kikiwemo chumba cha mikutano kinachochukua watu 1000 na uboreshaji wa bustani ya botania ikiwa ni sehemu ya mradi wa Mlimani City haujakamilika kwa kipindi cha miaka kumi toka tarehe ya makubaliano ya kumaliza mradi. Ni mtazamo wangu kwamba hakuna ufuatiliaji wa karibu, usimamizi wa tathmini ya mkataba huo kwa uongozi wa UDSM. Kwa sababu hiyo kuna uwezekano kwamba kuna uwezekano wa kushindwa kumalizika kwa kazi iliyobakia kwa sababu ongezeko kubwa la gharama ya kumalizia mradi toka kipindi kilichopangwa kupita, uh, uh, kupita, na anasema CAG kwamba taarifa yake ya ukaguzi wa hesabu za mashirika ya umma zimeonesha hivyo. Anashauri management ya UDSM kuangalia upya mkataba ulioingia na Mlimani City uh, Holding kuharakisha umaliziaji wa mradi huo. Taarifa hizo pia ziko katika gazeti hili la Nipashe. Kishindo, kuagwa miili ya polisi ni kishindo cha aina yake. Waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba na vigogo kadhaa wa jeshi la polisi akiwamo IGP Ernest Mangu walikutana katika kikao maalum jana katika kile kinachoonekana kuwa ni kupeana mikakati maalum ya kukabiliana na uhalifu nchini. Kikao hicho cha aina yake kilifanyika ikiwa ni muda mfupi baada ya kuagwa kwa miili ya polisi wanane walouawa Alhamisi wakati wakiwa wilayani Kibiti mkoani Pwani. Shughuli iliyofanyika kwenye viwanja vya polisi Kilwa Road jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na mamia ya waombelezaji huku wengi wao wakilia uh, mfululizo. Aidha, Mwiguru na IGP Mangu walitangaza kiama cha aina yake dhidi ya wote walioshiriki kufanya unyama huo dhidi ya askari wasiokuwa na hatia. Hilo ni gazeti Nipashe. Uh, tukiachana kwenye taarifa hiyo Kufeli kwa madenti CBI kwa mshtua CAG. Lakini pia taarifa inamhusisha mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Profesa Musa Assad ameshtushwa na kufeli kwa idadi kubwa wachuo ya wanafunzi wa chuo cha elimu ya biashara CBE kunakosababishwa na utoro wa walimu na wanafunzi katika ripoti yake ya mwaka wa fedha 2015/2016 iliyowasilishwa bungeni Dodoma. Profesa Sadi anasema amebaini utoro unaathiri utendaji wa kitaaluma wa wanafunzi pamoja na hadhi ya ubora wa chuo hicho, hivyo ukiweka chuo katika hatari ya kukosa mapato kwa kuwa wateja wanatarajiwa kuchagua vyuo vingine. Anasema amebaini kuwa kupitia mkutano wa 107 uongozi wa bodi menejimenti ya SB iliagizwa kuchunguza sababu za wanafunzi kufeli kwenye masomo yao, kama matokeo ya muhula wa kwanza yaliyosababisha katika eh, vilivyo yaliyobainisha katika mwaka wa masomo mwaka 2015 2016. Hilo ni gazeti Nipashe, liko na taarifa hizo, na tukianza kupitia pia taarifa zingine kwenye gazeti la gazeti Tanzania Daima, lenyewe limeandika Mnyika, JPM amekwama, amtaka abadili mfumo, si kutumbua tu. Lakini pia Mwigulu, IGP waonya mauaji ya polisi, UTG walia na uchunguzi wa saa nane toto la vuta sharubu za Simba. Taarifa hizo io kwenye gazeti hili la Tanzania Daima. Gazeti Habari Leo, ey, JPM aisimamisha kupanga wanafunzi Majaliwa asitisha uuzaji wa hisa milioni WTCU nguvu kidogo kutumika ni mbele limeandika ah Yanga bwana. Manchester United versus Chelsea leo saa 12 jioni. TFF yazuia pointi za Simba. Simba Yanga zagongana pointi 71, gazeti Mwanasport ukurasa mbele. Kwenye ukurasa wa nyuma gazeti hili limeandika Spurs bado pointi 4 tu, vita kali. Kuna picha ya wachezaji wa Manchester United pamoja na mchezaji wa Chelsea ambao leo hii wanakutana kwa ajili ya kupimana nguvu. Gazeti la Dimba lenyewe ukurasa wa mbele limeandika Simba si vikwazo vitatu Mwanza omoga toboa siri ya usuluhu na toto vigogo wataka kikao kizito kujadili uh, yanga yafanyiwa kitu mbaya algeria yatupwa nje kombe la shirikisho afrika manchester united chelsea leo jumapili saa 12 jioni uwanja wa old trafford pale uh, bila shaka watakutana kwa ajili ya kupimana nguvu tena um, sare ya simba toto yafufua kampeni yanga Ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Dimba lenyewe limeandika Arsenal kwanza, Sanchez yatulie tu. Hiyo ni taarifa ya kocha wa Arsenal, namzungumzia Arsenal Wenga. Um, Spurs yapiga mtu nne bila Chelsea ro juu, mtakoma. Manchester United Chelsea ni mechi ya kisasi leo hii ikiwa wanakutana viwanjani Magazeti ya kimichezo yanatukamilishia uchambuzi wa ya magazeti ya leo kutoka AyoTV na millardayo.com. Taarifa hizi zote pia unaweza kuendelea kuzifuatilia kupitia kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na Twitter kupitia jina la millardayo, lakini pia usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel ya millardayo kuzipata taarifa zote hizi kila baada ya saa zinapotufikia. Hii ni AyoTV, mimi ni David King.